Naomba samahani kama unaweza kusogea pale uketi yeah, kwa sababu yaani nahisi u mwili umechoka, nahitaji kua relax eh. y yeah, karibu jisikia nyumbani ah, anasikia nimechoka kabisa, u mwili unahitaji tu kutulia, nasubiri mke wangu aitengenezie chakula ni kule vizuri. Asante sana hey! Hmm. Hey! <laughs> Hey! <laughs> Hatimaye ah, umefika. Lazima <laughs> <gibu> <gibu> uh, nikujuze kila wakati wanakuja tu. Natumai ah, utafurahia sana boxi hili hapa, yani kila kitu ambacho nilikuahidi <gibu> nimetimiza. Natumai <laughs> utafurahia sana furahia sana, do, do. <gibu> natumai utafurahia sana. <gibu> utafurahia sana sabuni hapa, unaoga vya kutosha. Tulia kwanza, usikie akuomba tafadhali, nisikize. Naasa mda mwingi kivipi tena, meu amerudi. Acha kuniharakisha sitaki hapa maneno wale

na nimetembea hapa na mshirika wangu, tumekuja kumtembelea dada yetu hapa. Aleluya, Bwana Yesu asifiwe. Ndugu asifiwe tena. Asante, asantekua kuona mwenzangu. Mkutano vile tumetembea nayo, vile tumepanga mpango wa ya, ndio, tumekuwa na mkutano, sijakuwa kanisani. Atakuwa amechanganyikiwa kidogo lakini mm -hmm. E, ah, mkutano ulikuwa mzuri sana mwenye wenye amechanganyikiwa kidogo tu tuabaagoj

Asante. Hata sikai. Nashukuru sana. Wafanyakazi wa Mungu. Hata nilikuwa na haraka sana. Siku kwa kukata habari. Karibu mchungaji. Asante. Wala sketi, nashukuru sana. Nikushukuru ndogo. Mm, eh. Baba, nimesema uketi. Okay, ni nyimbo nanichanganya bila kujanga hapa napata huyu <laughs> mwanaume hapa amelegeza miguu yake kwa meza. Najuanga tu yeye mwenye hii nyumba. Hapana. Sasa ah, nyumba. Sasa hivi nasikia huyu ndio mwenye nyumba. Umeenda tuna maneno haraka haraka. Simama kwa msimamo vile tunaabudu. Msimamo ni cha kwambia, huyu ndio mume wangu, anafanyanga kazi nje. Huyu anakonga amekuja kunitembelea, kusalimiana, kusalimiana. Hata leo pia tu tumehubiriwa hmm, kuwa mshahidi wa, wa, wa ukweli. Unashuhudia, shuhudia mimi niko na bwana moja e, uy, maneno ingine ongeza vitu na vitu na kuambia a, kidogo ngonjera zenyu sana, mm. kama ni arudi, kama ni tarudia mashairi yote mnaimba yeah. Baba yeah. Wewe unahudumu kanisa gani? Ah, kanisa linalohudumu linaitwa Nkui, unajua nimepata sanumu za muda mrefu kwamba mke wangu anaingiza humu ndani mwanaume na leo, nashukuru nimejionea kwa macho. Kwa hivyo mchungaji Ikushukuru tu sana. Mke wangu kuanzia leo, wewe ni mama kanisa, wewe ni mama mchungaji. Sitaji kusikia chochote kutoka kwako. Ndugu baba, chukua mke wako kwa safi Salleta mkono leta mkono wako. Sasa baba huyu, kwanzia leo mtakuwa mnafanya naye huduma ya kanisa lako. Nakupa huyu mwanamke, mwende mfanya naye varangati zote mkiwa huru mwende mfanye kila mnachofanyita. Ndugu yako mimi sikujui, hujawai niona mimi. Sio ndugu yako mimi, sio mmeo huyu, ndo mmeomaanke. Mimi naangaika kutafuta kulipa rent ya nyumba, nafikiria unaishi peke yako, kumbe unaishi na huyu kigalagosio. Unakosea, nisubiri hapo, nakuja. Kwambe bwanangunu jeshi nanezaamnakuleta mama, umesema huu mchezo umeufanya kwa muda upi? Muda mrefu hata hmm? Sisi tunashangaa unashangana, ni nafikiria huyu ndio mwenye nyumba hmm? Ujua tu huyu ndio mwenye nyumba, wamenipona sasa mama hmm. hizi vitu Unaona hizi vitu? Ni za kwako. Chukua hizi vitu mama, hizi ni baraka zako. Baraka zingine ni za haramu. Mama umefanya kazi nzuri sana ya kunisaidia kujua ujinga ambao unaendelea hapa. Uh, kwa hivyo ni mali yote ni yako, si za haramu, hazijaibiwa wamezileta wenyewe, na hizi ni baraka zimekufuata. Nenda, hey, ukakule mama, upate nguvu zaku za kuhubiria wao kutoka kwa neno la Mungu. Kwa Mungu kuna mazuri kama haya. Storyline Media.